Dunia yashangaa baada ya makamanda wa Iran waliodhaniwa wamekufa kuweka hai na kuonekana hadharani. Sehemu ya kwanza. Mshangao wa dunia. Vilio viligeuka vigelegele. Katika kile kilichoonekana kama sura mpya ya sinema ya vita, Dunia ilikaa kimya kwa sekunde chache baada ya kusikia taarifa za vifo vya makamanda wakuu wa Iran. Vyombo vya habari vilitangaza kwa uchungu, Shamkhani amekufa, viongozi wa IRGC wameteketezwa. Mitandao ya kijamii ikajaa picha na video za milipuko, watu wakilia, wengine wakishangilia. Dunia iliamini kwamba baadhi ya sura muhimu za kijeshi za Iran zimefutwa kabisa kwenye uso wa dunia. Lakini ghafla, mlango wa maisha ukafunguliwa tena. Ali Shamhani, mmoja wa viongozi waandamizi wa Iran na mshauri wa karibu wa Ayatola Khamenei, alionekana kwenye video akiwa hai kabisa, akizungumza kwa sauti thabiti, akitabasamu na kusema, niko hai, niko tayari kufa kwa ajili ya Iran. Shamhani, ambaye dunia ilishamzika mioni mwao, alitokea kama roho isiyoweza kufa akafuta uvumi mzima kwa video moja tu. Ulimwengu ukatetemeka. Je, huu ni muujiza? Je, ni mchezo wa kisiasa au ni propaganda ya kisasa? Hakuna aliyekuwa na jibu la haraka. Sehemu ya pili: video ya kutetemesha. Walio hai katika kivuli cha kifo. Katika video iliyosambaa haraka kuliko upepo wa jangwani, sura ya Shemhani ikatokea, sio hospitalini, sio kwenye machela, bali akiwa wima, macho yakiwaka kama mshumaa, na akizungumza kwa nguvu mpya. Mataifa yalitetemeka, wachambuzi wa kisiasa walibaki midomo wazi. Hivi si huyo aliyetangazwa kufariki wiki iliyopita? Ndiyo huyo huyo aliyesemwa ameuawa kwenye mashambulizi ya Israeli, aliyesababisha watu kuandika ripoti za kumbukumbu? Ameibuka tena akiwa hai na mwenye nguvu mpya. Mataifa ya magharibi yalianza kuulizana, ni wangapi waliodhaniwa wamekufa kumbe wako hai? Je, Iran imezaliwa upya kupitia hofu ya maadui zake? Je, huu ni mwanzo wa ukurasa mpya wa mashambulizi ya kisiasa ya kisasa ambapo hofu haijaletwa na mabomu bali na taarifa zinazochanganya makili. Sehemu ya tatu: mchezo mkubwa wa akili, vita vya habari. Tunaishi kwenye dunia ambapo vita havipigani tena kwa bunduki peke yake, bali kwa taarifa, video, picha na breaking news. Iran ilikaa kimya kwa siku kadhaa ikiacha dunia ikihangaika na kujaza mapengo yenyewe. Vyombo vya habari vikafyatua vichwa vya habari: Red, Iran mourns the death of its warriors. Red, Kamanai's right-hand man gone. Red, IRGC command wiped out. Halafu kimya kikavunjiwa, si kwa sauti ya bombu, bali kwa sauti ya mwanadamu aliyedhaniwa kuwa kaburini. Hii si hadithi ya kawaida, hii ni mapinduzi ya kisaikolojia ya vita vya kisasa. Shamhani amethibitisha kwamba wakati mwingine kuwa kimya ni silaha kali kuliko kombora, na pindi sauti inapopazwa tena, dunia inashituka. Sehemu ya nne: kwa nini dunia ilishtuka sana? Kwa sababu Shamhani si mtu wa kawaida yeye ni muhimili wa ushauri wa kijeshi na kisiasa wa Iran. Kwa sababu vyombo vya habari vya kimataifa vilishampa maziki ya maneno, na hata baadhi ya viongozi wa nchi nyingine walitoa rambirambi. Kwa sababu aliibuka ghafla akiwa na ujasiri usio na doma, na kuwachekesha elfu za wananchi wa Iran na kuwatikisa wapinzani wake. Ukweli mmoja unabaki Dunia haijawahi kuona tukio la aina hii kwa namna hii. Ni kama sinema, lakini ni ya kweli. Sehemu ya tano: wito wa kipekee kwa watazamaji wa kisasa. Jiunge na sauti ya ukweli. Kama bado unaamini habari bila kuuliza maswali, utaishi kwenye kivuli cha propaganda. Ndiyo maana tunakwambia sasa, ingia YouTube, Tafuta Huba Online TZ. Pale ndipo tunapokuletea makala moto kama hii za kweli za kusisimua zisizo na hofu ya mabeberu. Bonyeza kitufe cha subscribe sasa hivi, kwa sababu ukweli unapokuja utakuja kwa kishindo. Na usisahau kushea video, kulike na kutuambia maoni yako. Unaamini nani? Na unafikiri nini juu ya wafu wanaofufuka kisiasa? Huba Online TZ. Ukweli hauna pazia. Tunaangaza gizani, tunafufua waliozikwa na propaganda.